Kwa majina naitwa Mama Afrika kutoka mkoa wa Arusha wilaya ya Karatu tarehe tatu. Kweli ni mama yetu anakuja hapa, tutampokea kwa shangwe na vigelegele kabisa kwa sababu tunampenda mama yetu. Ni mchapakazi, ni mbunifu wa kila kitu. Sasa kitu ambacho nilikuwa naomba aendelee kutuboroshea ni kuendelea ku, we, kuongeza sekta za utalii, maana yake sekta za utalii zinatusaidia sana hapa sokoni watalii wanapokuja hapa sokoni, kwa kweli tunakuwa na faida kubwa sana, hasa sisi wafanya biashara wadogo wadogo tunaweza kuuza vitu kwenye mahoteli makubwa makubwa, kwa sababu watalii mara nyingi huwa wanapata chakula cha mchana na cha usiku huko. Mimi majina yangu ni Joswin Joni, jina langu ni mama Jeni, nafanya biashara ndani ya soko la Karatu. Haya, tunamkaribisha ndugu Samia Suluhu Hassan aje Karatu asikilize wa mama wa Karatu pia tunataka ahadi yake ya mdomo wake kuhusu mikopo ya wanawake wengine. Tuna, tumejaza fomu kila kitu imekaa huko halmashauri, hatusikilizwi hakitoki kitu chochote, tunadanganywa. Kwa hiyo tunataka asimamie kwa mdomo wake, atamke, awaahidi wanawake wa Karatu. Jina anaitwa uh, Salum Abdallah. Karatu inajulikana, Karatu ni sehemu ya wakulima. Tatizo kubwa ni bei za mbaazi, hili ndilo ambalo linavuma sasa hivi. Bei ya mbaazi, mbaazi ni huku vijijini shilingi 650, wakati aliyopewa tenda ananunua kwa 950. Lakini we wewe wewe mfanya wewe mkulima wa kawaida uweze kumfikia yule, kuna Bill Gates tena mwingine hapo kati ambaye ananunua shilingi 800. Kwa hiyo lazima atatokea darali aje achukue kwako kwa 650, apeleke kituo cha pili akauze 800, yule wa 800 akauze kwenye kwa, kwa bei ya shilingi 950. Alafu kitu kingine ambacho mi naona pia ni tatizo ni kwamba yule mnunuzi wa mia tisa na hamsini, ananu, anachukua mpaka tani kuanzia tani kumi au mpaka kumi na moja Sasa mimi mkulima wa kawaida hiyo tani kumi na moja nitaipata wapi? Nina debe mbili nataka kuziuza, lakini inashindikana kutokana na nini? Sina uwezo ule wa kufika hata huko wilayani, siwezi kufika kwa sababu unakuta mimi nipo kijijini. Kwa hiyo haya pia ni mambo anatakiwa yaangalie akiona taarifa zetu hizi aziangalie, kwa sababu watu wanaongea sana. Lakini mimi nafurahi kwa, lakini kwa mambo madogo madogo kama wafanyabiashara wadogo, nimemsikia akisema kwamba ile mikopo ya kausha damu sasa ni mwisho. Kwa hiyo atajua mahali pa kupata fedha ili hao wafanyabiashara wadogo waweze kunufaika. Kwa hilo tu mimi labda nishukuru. Kwa hiyo Aito, aleonadi, Paulo alai, tunamkaribisha rais wetu mama Samia Suluhu Hassan na tunampokea kwa kishindo kikubwa sana, tunampokea beria pale Manyara hadi Mnadani, tuko pamoja. Tunapenda sana kwa jina, naitwa Jackson Joseph, mkazi wa Karatu, kazi yangu bodaboda. Tunamkaribisha mama mitano tena kwa mama. Naitwa Patrisi Stefano Joseph, ni mkazi wa Karatu. Sisi kama vijana tumejipanga vizuri kumpokea mama yetu, mama Samia. Tuko vizuri kwa kuwa tumemsubiria kwa hamu, tutampokea vizuri. Sisi kama vijana wa bodaboda kwanza tupunguzie faini faini, badala ya elfu kumi iwe hata elfu tano kwa sababu ukishikwa na askari unapigwa faini hata tatu nne. Kikubwa atukumbuke sisi vijana, kwa kuwa ni wapambanaji, hatuna cha kutegemea zaidi ya kazi yetu ya bodaboda.